Kuzingatia maagizo haya mimi kama mwakilishi wa chama kwenda serikalini, nimehakikisha chama chetu kinasemewa vizuri katika kipindi chote nikitumikia nafasi hii. Naweza mkaweka kiongozi sehemu akawa ni mzigo mpaka mpaa mkawa wanajificha kupita hadharani, lakini leo hii tunakiri wazi kwamba kwa nafasi kwa namna ambavyo nimeitendea haki leo hii na sisi mnatembea mifua mbele kama mwakilishi wetu ametenda kazi, amekuwa karibu na jamii yake sisi yae aidha yafuatayo yamechagiza wananchi kuzidisha ushirikiano kwangu na kwa chama ndani ya kata yetu moja shughuli za michezo ndugu mwenyekiti na wajumbe nimeendesha ligi za mpira mara mbili kwa miaka mitano kwa gharama zangu binafsi na kuwashirikisha wadau na marafiki zangu kwa mfano mwaka 2021 niliweka kombe la kombe la ng'ombe na mnakumbuka pia ulikaliwa pale Munena kwa wananchi wote waliohudhuria leo hii. Naweza nikapata benki statement mwaka huu nilitoa katika akaunti yangu milioni mbili laki tano NMB kufanikisha zoezi hii. Ndugu wajumbe, pia kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili niliweka kombe la ng'ombe mnakumbuka, kwa mshindi wa kwanza, nikaweka mbuzi wawili kwa mshindi wa pili na mbuzi mmoja kwa mshindi wa tatu na fedha taslim kutoka katika mfuko wangu milioni tatu na laki tano nilitoa kuwezesha shughuli hii, pamoja na kuwashirikisha wadau wengine katika eh, mambo mengine. Lakini pia nakumbuka mwaka 2024 na nimesimamia timu ya kata na tukapata kombe la jimbo lililodhaminiwa na Mheshimiwa mbunge ambalo nakumbuka mchakato ulikuwa ni mkali sana kwa kata zote 14 na wenzangu wako hapo wanajua kwa namna na gani nilivyopambana kuhakikisha kwamba kata yetu inashinda kombe hilo mwaka jana. <laughs> na nataka niwahitishie, mtakumbuka mechi ya awali, kuna mengine labda muyajui, leo ni waeleze. Mechi ya ufunguzi ilikuwa imepangwa kata fulani pamoja na bileni, zilikuwa mipango tulikuwa tunapata siku yake ya pili, kwa maana ilikuwa siku ya Jumapili. Sasa ile timu iliyoandaliwa na Direni iligoma kuja uwanjani jioni, kabla ya mechi kesho yake. Mimi, viongozi wa chama cha mpira na wale viongozi wa National League, ukanipigia simu kuniomba niandae kikosi changu kiingie kazini siku ya Jumamosi. Mtaona kwa namna gani tulikuwa tujajipanga kwenda kucheza na kikosi matata kabisa machachari cha zio kilometa cha mheshimiwa Taufiki. Hivyo ilinipaswa nitumie gharama za ziada katika usajili. Anajua mheshimiwa Taufiki, nilitoa wachezaji mahiri na wazuri kutoka Mwanza, nilitoa wachezaji wazuri na mahiri kutoka Geita, nilitoa wachezaji wazuri na mahiri kutoka Biharamulo, nilitoa wachezaji wazuri na mahiri kutoka Mremba, nilitoa wachezaji wazuri na mahiri kutoka Kabila Shuga. Nipigeni makofi. Mimi nasikia ni <tipi> hiyo alikuja hivi hivi. Huwa naonesha viongozi wangu dayari yangu, leo hii nikiwa nafunua gharama zile kwa namna ambavyo nimesimamia timu ile. Hata kesho na kesho kutwa ukiniuliza hivi, kuendesha ligi na kusimamia timu unachagua kitu mara mia moja, nitasema niendeshe ligi kuliko kusimamia timu, na katika hili tumetumia zaidi ya milioni kumi kuanzia hatua za awali mpaka tunafanya sherehe ya mwisho pale kunena. Tunakumbuka tulichinja ng'ombe wawili, tukapika zaidi ya kilo mia mbili za mchele, watu tukashangilia, tukaburudika, tukafurahia ushindi huo. Lakini mimi katika nafsi yangu nilitua mzigo mzito sana kwa ushindi wa kishindo kuhakikisha kata yetu inaendeleza heshima yake. Bakoba mwanzo kwa sababu huko nyuma shindwa na mimi nikasema zeke hili haiwezi kunilalia, lazima nihakikishe kata yetu inapata heshima, na kweli iwapa heshima hiyo. Sisi ndugu wajumbe na Mheshimiwa Mwenyekiti, kuunga mkono miradi ya wananchi hiyo. Namba mbili, barabara ya makumbusho pale mtoni kwa mheshimiwa wadaksi wakati wananchi wanajitolea kukarabati barabara hiyo, yu, binafsi nilichangia shilingi elfu hamsini barabara ya mzunguko pale Mtoni wananchi walichangia, na mimi binafsi nikachangia shilingi elfu tisini. Kivuko kwa mzee Bayano ambacho kinaunganisha mitaa ya Mtoni na Kanyasi nilichangia keshi shilingi laki moja. Kujenga kisima pale Mtoni, binafsi nilichangia kutoka mfukoni shilingi elfu sabini na tano. Lakini pia kivuko cha pale ya Kanyasi ambacho pia hakijakamilika nimeshachangia shilingi elfu hamsini. Hiyo ni katika kuunga mkono kutoa bima za afya kwa kaya zisizojiweza pamoja na mabalozi wetu wa CCM. Ndugu wajumbe na ndugu mwenyekiti, mwaka 2024 nilifanya ziara kwa mashina yote 21 ndani ya kata yetu. Katika ziara hiyo ya kwenda kuwasalimia wanachama na kuwaelezea katika miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hasani, miaka minne ya advocate Stephen Byabato miaka minne ya mimi kama diwani wao, ni yapi tumeifanya katika maeneo yetu. Nilikutana na hamasa kubwa ya mabalozi wetu kukitumikia chama chetu, na mimi binafsi nikawiwa. Niliwapatia bima za afya za CHF iliyoboreshwa ili kuhakikisha wanapata huduma za afya kwa urahisi. Mabalozi wote wa CCM wanazo bima za afya, leo hii wanapata huduma za afya kwa urahisi, lakini pia bima hizi pia limewapatia. Ukienda pale Biekera wako wananchi kumi na wawili, ukienda Mtoni wako wananchi sita. Lakini pia bima hizi ndugu zangu, wajumbe, bima hizi za afya zimewapa wananchi wa kawaida fursa ya kupata matibabu bila gharama kubwa. Katika wananchi wa Biekera mmoja wako, nisimtaje kwa jina lake, lakini tulimuunguza zaidi ya mwezi mzima hapo hospitali mkoa, wakisha anapata huduma na matibabu ni shida nililisimamia, hiyo kupitia bima ya afya, nikatoa ushirikano kwa familia, lakini bahati mbaya, kisicho riziki hakiliki. Baada ya mwezi mmoja, bibi yule alitotoka, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Ndugu mwenyekiti, bima hii za afya ambazo nimewapatia wananchi wa kawaida zimewapa fursa ya kupata matibabu bila kujali gharama kubwa. Ndugu wajumbe, namba kununua vifaa vya shule kwa watoto wasiojiweza, hili nimelifanya kwa miaka mitano na sikuwahi kulitangaza popote, lakini kwa sababu leo nawasilisha taarifa ya utekelezaji wa Ilani, lazima nieleze. Nimelifanya kwa miaka mitano, ukienda pale kwangu na familia yangu wanajua, na mimi familia waishanaambia wewe, fanya yako kwa ajili ya wananchi wako. Kwa hiyo, kwa nyakati tofauti vijana wetu wa shule ambao hawakuweza shule kwa wakati kutokana na ukosefu wa vifaa vya shule, mimi niliingia kama mlezi, kama mzazi, kuhakikisha watoto hao wanapata vifaa hivyo vya shule. Nimeasisi swala la ulinzi shirikishi mitaa yetu mitano. Mtakumbuka tulikuwa na adha kubwa katika kata yetu, hususani mitaa yetu, wizi wa kiholela ambao ulikuwa wananchi wote wakilalamikia, na mimi kama kiongozi, nilihakikisha kwamba jambo hili linaanza kut kwa hiyo kwa kushikana wenye vitongo vya serikali za mitaa kupitia wodisi na watano tukaanzisha programu maalum. Ninafurahi, ninajivunia, nina kwamba ndani ya miaka mitano zoezi linaendelea. Sisi muone namba sita, usafi wa mto Kanoni. Ndugu wajumbe, mnajua katika mitaa yetu mitano mitaa minne yote inapitiwa na mto Kanoni kwa maana ya kwamba lazima jitihada binafsi ziwepo kuhakikisha kwamba usafi kwa mara kwa mara unafanyika, na hii nimelisimamia wataalamu wetu pamoja na wajumbe wa DC, watakuwa ni mashahidi kuhakikisha kwamba mara kwa mara tunafanya usafi ili kuondokana na hata ambazo zinaweza zikaleta shida katika maeneo yetu. Na katika mazoezi hayo kwa nyakati tofauti, wengine wanaweza wakabeza, lakini ilikuwa ni motisha, nilikuwa nahakikisha tunaandaa uji na vitafuno, wananchi wanakunywa uji baada ya usafi kuna ubaya wowote hapo, ndugu zangu? kuna ubaya wowote hii peleta hamasa kwa aakazi tofauti, na kwa kweli mazoezi haya ninashauri yao endelevu kupitia kwa wenyeviti wetu kwa serikali za Tanzania. Namba saba, ushiriki mkusanyiko ya kijamii kama harusi na misiba. Kama kiongozi lazima kushiriki matukio ya ya kijamii. Leo hii nikoonesha kadi ngapi pale, zipo huko misibani, mnajua misiba mingi, ninatoa salamu za aida na kutoa bahasha ya milango. Kwa hiyo, ndugu wajumbe, mnafahamu sikuwa mzigo kweli sisi mmoja. Namba nane, kusuluhisha migogoro ya muda mrefu. Ndugu mwenyekiti, ulikuwepo mgogoro wa ali kati ya wanaBunena pamoja na kanisa hapa. Ni mshukuru kwa kipekee kabisa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Hajati Fatma Mwasa ambaye ameshirikiana pamoja nasi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ndugu Erasto Sima ambaye ameshirikiana pamoja nasi. Kipekee nimshukuru sana sana sana Muhasham Baba Askofu Jobitus Francis Muijage, askofu wa jimbo la Bukoba, wakumidhia eneo linalomilikiwa na kanisa na wananchi wakaliendeleza, sasa wapimiwe na kumilikishwa kwa wananchi hao. Salamu hizi zikufikie kwa askofu na viongozi wote wa kanisa Katoliki. Hakika wameonyesha kwamba kanisa lipo kwa ajili ya wananchi. Sasa hivi wananchi hawa zaidi ya 140 wanaishi kwa amani, wakiendelea kusubiri hatua za upimaji wa viwanja utakaofanyika hivi karibuni, na mchakato tumeshaanza nashukuru na mwenyekiti wa wananchi katika swala la maji yupo pale shehe wetu Adinani, na kupongeza sana wewe pamoja na kamati yako kwa kazi nzuri, nao endelea na chini ya wataalamu wa mkurugenzi pale manispaa, na swala hili tunapeleka kwa kasi kabisa kuhakikisha kabla mheshimiwa rais hajatoa maelekezo mengine huko. Tume-, tume, tume huku namba tisa, kuitisha vikao vya wazazi na wadau wa elimu kujadili maendeleo ya taaluma, lishe na nidhamu za vijana wetu. Ndugu wajumbe, ndani ya miaka hii mitano tumeitisha vikao vikubwa viwili na mafanikio kadhaa yamepatikana. Vikao hivi ni tofauti na vile vinavyoitwa shuleni shuleni, vikiitishwa tunakwenda kwa sapoti walimu wetu, lakini sasa sisi kama kata tumefanya mikutano miwili mikubwa sana ya wadau na wazazi, ambao wao ni muhimu sana katika hudumu hili la taaluma za watoto wetu. Sasa yafuatayo tumefanikiwa katika mikutano. Moja ni mheshimiwa mkuu wa mkoa atatupatia photocopy machine moja kwa ajili ya kunena shule ya msingi, lakini yuko udau misa Shakiru Kalembaremba atatupatia printer tatu kwa ajili ya shule zetu, lakini pia NMP wanakwenda kututengenezea madawati na mchakato huu ushaanza. Fanikio nyingine ni mwamko wa wazazi kuchangia chakula shuleni, kwa sababu tuliwahamasisha kupitia mikutano hiyo lakini pia mwelekeo jingine ni ufuatiliaji wa mara kwa mara wa nidhamu za watoto wetu, ambapo pia tuliwapa elimu ya ukatili wa, wa kijinsia na kupanda kwa taaluma katika maeneo yetu. Na kwa hiyo hili tuliambatanisha na kutoa motisha kwa wanafunzi wa kidato cha nne, hasa wale wanaopata division one na kwenda kidato cha tano, ninawawezesha kama motisha ili wengine waweze kujifunza. Niliandaa utaratibu ndugu zangu, wale wanafunzi hata nisipourudia kwa sababu nilishaufanya mara ya kwanza, kwa kweli wameendelea kugumusha na chata. mimi ninakuwa nikitekeleza wale wanafunzi Bakoba sekondari wanaopasa divisheni wani na kwenda kidato cha tano, mimi huwa ninawachangia vifaa vya shule, ninawachangia nauli, huwa wanakuja kwa pamoja na wazazi wao na ninafanya hiyo jukumu. Ambalo pia imejitolea namba kumi ni kuhamasisha wananchi kushiriki maendeleo kupitia mikutano ya hadhara ya mitaa pamoja na kata. Siku zote mimi na wenzangu tumekuwa madaraja ya kuwaunganisha watu na wala hatukujenga kuta za kutenganisha watu, na hapa niwapongeze viongozi wa mitaa yote mitano wakiongozwa na wenye viti na watendaji wetu. Hakika wamefanya kazi nzuri sana ya kuitisha mikutano ile ya kisheria na sisi kata tumeweza kufanya hivyo. Namba kumi na moja ni ziara ya mashine ikiwa sehemu ya kukutana na wananchi ili kusikiliza kero zao kujibiwa kwa kutoa ufafanuzi na kueleza mambo mazuri yanayofanywa na ya serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hasan kupitia ziara za mashina, nimewakumbusha wanachama umuhimu wao wa kuwa wanachama katika katiba yetu ya CCM ibara ya 21 inavyotutaka. Aidha, nimeona mshikamano huu ulituwezesha kushinda uchaguzi wa serikali ya mitaa kwa kishindo kwa mwaka 2024 kwa sababu na sisi tulikuwa wamoja na tukavuka salama ni kuthamini mchango wa waasisi wa chama chetu kwa kuwashirikisha masuala mbalimbali ya kijamii na kuwaomba ushauri kabla ya kuendea baadhi ya mambo. Hii pia nimeifanya kwa viongozi wa dini zote na mara zote wamenipa ushirikiano. Aidha, katika kushirikisha wazee na viongozi wa dini yafuatayo nimeyavuna. La kwanza ni hekima na uzoefu, imenisaidia kufanya maamuzi yenye busara na hili limeleta mshikamano katika jamii zetu. Nimeona leo tunao maaskofu, tunao wachungaji, tunao mashehe. Huu ni mshikamano ambao tumehudumisha ndani ya miaka mitano katika kata yetu. Vingine vilivyo rguna ni ushauri wa maadili. Ndugu wajumbe, kupitia viongozi wa dini nimepata mwongozo wa kimaadili na kiroho, hivyo shughuli zangu zote zililenga manufaa ya wote na zenye maji katika jamii yetu. Jingine nililovuna ndugu wajumbe ni kuhifadhi mila na utamaduni, kwa maana ya kwamba kwa mara zote wanahakikisha mambo yote ninayoanzisha yasiende nje ya hapo. Lakini jingine ni kukuza umoja kama ambavyo nimesema. Lakini jingine uaminifu na uwazi. Kwa nini? Kwa sababu kuwepo kwao katika shughuli zangu za kijamii zimeongeza uaminifu, kwa sababu jamii inathamini na kuwaona hawa viongozi wetu kama walinzi wa maadili na haki. Leo hii diwani wanapoitisha mkutano ukaalika viongozi wa dini wakawepo, ukaalika wazee wakawepo, basi wananchi watakuwa na imani na wewe, na tunasema viongozi wetu hawa wamekuwa walinzi wa maadili na haki. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba chama chetu ni chama chenye maadili, chama chetu ni chama kinachositiza masuala ya haki. Jambo jingine ambayo nimevuna kwa wazee wetu na viongozi wa dini ni swala la kusuluhisha migogoro. Migogoro ilionekana mikubwa, tuliona tuwashirikishe viongozi wetu wa dini, tuwashirikishe wazee wetu, ili watupe busara zao, na hakika nasema tumevuka salama. Namba kumi na tatu, tumefanikiwa kwa kiasi chake, chini ya maelekezo ya mkuu wetu wa mkoa, Hajat Fatuma Mwasa, kufukuza wanyama waharibifu kama ngedere katika maeneo ambayo wameleta kero. Waheshimiwa, zoezi hili litakuwa endelevu. Kwa hiyo ndugu zangu wasirankendo watanisamehe kwa sababu ya, ya nane, kwa namna ambazo tumelisuruhisha jambo hili. Namba 14 upandaji wa palm tree ambapo tumeshirikiana na wadau na ndani ya kata yetu tulifanya uzinduzi. Kabla ya uzinduzi ule kwa wa Mheshimiwa makamu wa rais, na miti hiyo kwa kweli imeshamiri, kwenda pale kwa posi iko vizuri kabisa, na maeneo mengine kwa kweli hilo tume, tumefanikiwa. Namba 15, tumefanikiwa kwa umoja wetu kufanya mikutano mikubwa kama ya Mheshimiwa mbunge pale Kanyasi, Mheshimiwa Oliver Senguruka mbunge wa viti maalum pale e, hii ni kutokana na umoja na mshikamano wetu, lakini hata mikutano na sherehe za chama mingi tu tumefanya ndani ya kata yetu. Ukumbuka sherehe tulizofanyia pale Kafuti, ukumbuka sherehe za wazazi tulizofanyia pale Mtoni. Hitimisho na maono ya baadaye. Ndugu mwenyekiti, katika kipindi hiki cha miaka mitano tumefanikisha mengi kama ambavyo yameainishwa katika ilani yetu, licha ya changamoto zilizokuwepo. Tunashukuru wananchi wote wa kata Bakoba kwa ushirikiano wao. Katika miaka ijayo, tunaahidi kuendelea na miradi ya maendeleo ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya barabara, afya na elimu ili kuhakikisha maisha bora kwa kila mwananchi. Nduguwajumba, kama mmenisikiliza kwa makini, katika mtaalamu wa lugha hum, katika taarifa yangu nimetumia wingi kuliko moja, na hapa naposema kwa miaka ijayo, tuta na maanisha chama chetu kitatekeleza haya, niwepo mimi nisiwepo, kwa sababu ni mipango ambayo ipo inapaswa kufalele kutekelezwa. Tuwe tayari kupokea miradi mikubwa ya taktiki na ndani ya kata yetu, tutanufaika kwa kujengewa kingo za mto Kanoni, barabara ya kuelekea Shabudini, barabara ya kuelekea Nyakanyasi na barabara ya Nyakanyasi Uguru, kwa maana inatoka Nyakanyasi kwenda kwa Mheshimiwa Taufiki pale vilei yeah. Hii ni miradi ambayo mpaka sasa hivi ninapozungumza wakandarasi wameshapatikana. Kwa hiyo ipo katika hatua za kukamilisha mikataba na Mheshimiwa Waziri, muda wote kuanzia sasa mikataba hiyo itakuja isainiwe hapa hapa Bukoba, ambapo saiti ya miradi hii inapotekelezwa. Kwa hiyo wana Bukoba, wana Bakoba, tuwe tayari kupokea miradi mikubwa. Mheshimiwa Rais wetu ameongeza tena mabilioni ya fedha ambayo yanakwenda kukarabati miradi hii. Binafsi ninamwombea Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan afya njema na ushindi kwa uchaguzi wa mwaka huu gine ninamshukuru mheshimiwa mbunge wetu advocate kwa ushirikiano si aliyotupatia kwa kipindi chote tulikofanya kazi pamoja. Ninamtakia heri katika mapambano yake yajayo. Kwangu binafsi katika maisha yangu mara zote sijaacha kumwomba Mungu anikutanishe na watu watakaovumilia safari ya mapito yangu nani na wasifu du watkua kipindi ambacho nahisi maombi yako hayajibiwi wakati unaopaswa kuomba zaidi. Kwa dini wanajua na hayo, wamenielekeza miaka yote, na mimi nasema nimefanikiwa kwa miaka mitano, kwa maana ya kwamba nilikwenda katika mstari huu. Hata hivyo, naziona zipo sababu za ushindi kwa uchaguzi wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, na hizo nimeozesha nne. Sababu ya kwanza ambayo mimi na ninyi tunakwenda kushinda mwaka huu kuanzia ngazi ya rais ngazi ya ubunge pamoja na ngazi ya ugwana. Moja, chama chetu kinaaminika, hakuna mbadala mpaka. Sasa tumeshuhudia vyama vya wenzetu wanafukuzana kila siku, wanaama vyama kila siku, hata hawaeleweki, na hii imefanya wananchi kuendelea kukiamini chama chetu na mpaka sasa hawaoni mbadala wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hiyo ni sababu mojawapo inayotufanya sisi wananchi kutuchagua katika uchaguzi wa mwaka huu. Pili, <tie> ya ninawashirikisha leo wajumbe wa halmashauri kuu, ilani ya mwaka 2020 2025 imetekelezwa kwa kishindo. kutekelezwa kwake kwa kishindo kuanzia ngazi ya taifa, ngazi ya mkoa, wilaya, mpaka kata, wananchi wanakwenda kutuzawadia na kutupa ushindi kwa mara nyingine katika uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa sababu ya tatu ninayoona mimi na kuwashirikisha ndugu wa Mashariki ni ahadi ya, ya chama chetu kusimamisha wagombea bora wanaofaa katika maeneo yote kwanzia ngazi ya taifa. Mkutano mkuu umeshaamua kwa kwa kwamba tunamsimamisha Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye anatosha kwa sababu ya miradi aliyotekeleza katika nchi yetu hakika Uwezi kuambiwa kwa kwamba hii halikufanyika wala lile limelegalega. Mambo mazuri ameyafanya, na sisi tunakwenda kumsemea katika nyakati zote za mwaka huu kuhakikisha anashinda kwa kishindo. Kidumu Chama Cha Mapinduzi! Lakini hata kazi ya jimbo kwa mambo tuliyoyafanya mazuri na makubwa ambayo halmashauri ya manispaa ya Bukoba haijawahi kufanya, mnaona yanafanyika. Wananchi wa manispaa ya Bukoba wanakwenda kukichagua Chama Cha Mapinduzi katika kuongoza na kwa kata yetu, kwa miradi iliyoitaji na mabilioni ya fedha yaliyoingia ndani ya kata yetu, hakika wananchi kwa mara nyingine wanakwenda kukichagua chama cha mapinduzi. Sisi sababu ya nne iliyoiona ni ubunifu wa wanasiasa katika kutafuta kura. Nyinyi nikiwaona hapa nyote ni wataalamu, washuka kwa shuka nyumba kwa nyumba kitanda kwa kitanda anapofika unapofika kuhakikisha kwamba chetu tunapata ushindi wa kushindi katika uchaguzi wa mwaka 2025. Hayo nimeona niwashirikishe kwa macho upeo na uvaamu wangu, kwa mwaka huu tunakwenda kupata ushindi wa ushindi. Ndugu wajumbe, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea hii ni katika Zaburi 116 mstari wa 12, na katika Uislamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, yeyote anayeona maovu au mabaya yanatendeka, basi ayazuie kwa matendo yake kama ana uwezo huo. Bila shaka, kama hawezi kufanya hivyo, basi azuie kwa ulimi wake, na kama hawezi kufanya hivyo pia basi anaweza kulaani kimoyomoyo. Ndugu wa nyuma, niwahakikishie, mimi nimesimama katika haya kuhakikisha kwamba yale niliyoyaona hayana taswira nzuri kwa chama chetu. Nilisema wazi wazi, pale ambapo niliona kukemea, nimekemea, sikuwahi kukaa kimya. Na siku zote huwezi kupendwa na kila mtu, kwa sababu wewe si pesa na wafaili wanasema, hakuna lenye mwanzo lisilo na mwisho. Lakini ndugu wajumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM Kata ya Bakoba, unayeokota naye kuni ndiye utakayeota naye moto. <laughs> Mheshimiwa Rais wetu, Mheshimiwa Mbunge, pamoja na mimi Diwani tumeokota nanyi kuni kwa miaka mitano, tunaomba tuote moto pamoja.